Serikali ya mpito ya Burkina Faso inayoongozwa na Captain Ibrahim Traore imeingia katika historia mpya katika siasa za nchi hiyo baada ya bunge la mpito kupitisha mswada wa sheria unaopiga marufuku vyama vyote vya kisiasa. Hii ni Trigen Media. Uamuzi huu umepitishwa bila upinzani wowote kutoka kwa wajumbe wa bunge na umefuta kabisa msingi wa kisheria wa vyama vya siasa, ikiwemo sheria za uhifadhi wa vyama kampeni za uchaguzi na hadhi za upinzani wa kisiasa. Burkina Faso ilikuwa na vyama vya siasa zaidi ya mia moja huku kumi na vitano vikiwa na uwakilishi bungeni. Hatua hiyo inakuja wakati Burkina Faso ikiwa tayari ipo chini ya utawala wa kijeshi tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kuchukua madaraka kwa kile kilichoaminika ni serikali za kiraia kushindwa kudhibiti hali mbaya ya usalama iliyosababishwa na makundi yenye silaha na ya itikadi kali. Na tangu wakati huo, shughuli za vyama vya siasa zilikuwa zimesitishwa, na sasa zimefutwa kabisa kisheria kwa mujibu wa serikali ya mpito. Uamuzi wa kufuta vyama vyote vya siasa ni sehemu ya kile kinachoaminika kuwa ni kuanza upya kwa taifa. Serikali inadai kuwa mfumo wa vyama vingi ulikuwa chanzo cha migawanyiko mikubwa ya kisiasa, chuki na kushindwa kuleta umoja wa kitaifa katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na tishio kubwa la kiusalama. Vyama vya siasa nchini Burkina Faso vinatuhumiwa kugeuza siasa kwa uwanja wa mapambano ya maslahi binafsi badala ya kuwa chombo cha kutumikia maslahi ya taifa, na kuvifuta na itakuwa ni mwanzo wa safari ya kuondoa migawanyiko na kuweka nguvu zote katika mapambano dhidi ya uasi wa makundi yenye silaha na kujenga upya taasisi za dola. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema sababu ya msingi zaidi ni nia ya jeshi kuimarisha udhibiti wake wa madaraka, kuzuia upinzani wowote wa kisiasa, na kuchelewesha ama kuondoa kabisa uwezekano wa kurejea kwa mfumo wa ushindani wa kidemokrasia. Kabla ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, Burkina Faso ilikuwa miongoni mwa nchi za Afrika Magharibi zilizo na idadi kubwa ya vyama vya siasa. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa kulikuwa na zaidi ya vyama mia moja vya siasa vilivyosajiliwa kisheria ingawa ni idadi ndogo tu ya vyama hivyo iliyokuwa na nguvu halisi kisiasa. Katika uchaguzi wa mwisho wa mwaka elfu mbili na ishirini, vyama vichache vikubwa vilifanikiwa kupata uwakilishi bungeni huku chama cha People's Movement for Progress, MPP kikiwa miongoni mwa vyama vilivyokuwa na ushawishi mkubwa zaidi kabla ya kupinduliwa kwa serikali ya kiraia. Mfumo huu wa vyama vingi ulikosolewa mara kwa mara kwa, kwa kusababisha siasa za migawanyiko, ushirikina wa kisiasa na serikali dhaifu zisizoweza kukabiliana na changamoto za usalama. Kwa kufutwa rasmi sasa kwa vyama vyote vya siasa Burkina Faso, inaingia katika mfumo wa utawala unaoendeshwa kikamilifu na jeshi. Hii ni TriGen Media. Ni